Kutoka ardhi ya ndoto tunai wo wo wo wo, Nephew hapo. Ah, mambo vipi? Watu wangu, nimewakumbuka nimewakumbuka e bwana. Leo nataka niwaambie ni kitu nataka niwaambie ni neno moja, hili ilo neno ni baya sana, kama unapenda kulitumia baya mno, najifunze kuli kuacha kulitumia kwenye maisha yako. Ila kabla sijaendelea, kwanza naomba niwakumbushe hapa, nipo kwa udhamini mkubwa wa 1 1 app 1 africa bwana, kuna features huko naomba wewe nenda, afu angalia fellow Africans na dunia nzima, wengine wanavyotuma vitu vyao. Kuna historia nzuri humo, kuna vibwagizo vizuri. Anyway, tuendelee sasa. Kuna hili neno linaitwa baadaye. Hili <laughs> neno naona ni dogo, hili neno ni kubwa, nakwambia neno kubwa sana, na wengi tunapenda kulitumia. Kwa mfano, ukiacha chai au kahawa hivi ya moto, ukashifanya mambo yako, ukirudi baadaye, imefanya nini imekuwa <laughs> ya baridi. <laughs> Siju nanielewa. Sasa nikupe mfano mwingine wa neno baadaye eh? Kwa mfano umeamka asubuhi unasema bana, leo nataka nile Kiepe, chipsi mayai, wali, maharage, ugali, samaki wa nazi, ukasema unajua nini, nitapika baadaye. Baadaye amu itakukata utaipotezea. <laughs> Na nikupe mfano mwingine sasa waneno baadaye Aya, umerudi zako kwenye mambo yako nini, umefika nyumbani, unasema bwana, nilifika nyumbani leo, naona bwana, kuna labda nataka nisafishe nyumba au nifanye laundry, kitu fulani nini na nini ila subiri, nitafanya baadaye, boom, siku umeingia. <laughs> imeisha hiyo, tunasomana lakini hapo. Na kuna wale wenzangu, oh, unajua mimi nataka baadaye nipate kazi nzuri nibadilishe na ni karia yangu, nataka nirudi shule, ila nitarudi baadaye, boom, zao umekuingia <laughs> nimeisha hiyo sasa. Mimi leo nataka nikwambie hivi, ili usije kujutia uzeni. Mimi Nefu niko hapa, hilo neno baadaye liache. Kama kuna kitu unataka kukifanya, anza leo, sasa hivi. Ukimaliza kuangalia clip, anza. Kama unataka kuwa nani, sijui unataka kufanya hiki, sijui unataka, jaribu kupotezea neno baadaye kwenye sentensi yako. Niwafundishieni mangapi, lakini nefu eh. Haya, sasa kabla hatujamaliza kale kaneno neno kitu.